Hello. Uh, kwenye somo hili tuangalie namna gani ambavyo maji yanaweza yakakusababishia matatizo ya figo. Na tutaiangalia katika approach tofauti sana na pengine utakuwa umeshtuka na kuchanganyikiwa. Kitu cha msingi ni kusikiliza kwa makini mpaka mwisho then utajua video hii inamaanisha kitu gani. Tende kwenye somo letu. Lakini kabla hatujaanza, make sure una subscribe kwenye chaneli yetu vilevile vile. Una free WhatsApp group ambayo tunatoa dondoo za afya kila siku. Ili kujiunga nenda kwenye description ya hii video, click hiyo link then itakupeleka moja kwa moja uh, kwenye group letu la WhatsApp. Na kama unaitazama video hii kupitia platform nyingine kama TikTok, basi nenda kwenye profile then hiyo link ipo pale, uta click itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp group letu ambalo ni bure, unapata dondoo za kina kila siku. So tuendelee, ni jinsi gani maji yanaweza yakaharibu figo yako? Maji yanaweza yakaharibu figo yako katika mazingira yafuatayo. Kitu cha kwanza, kunywa maji mengi kupita kawaida kwa mkupuo. Nakuta mtu anakunywa glasi nne hadi sita kwa wakati mmoja, yaani ile kwa mkupuo. Hicho kitu sio salama, kwa sababu kwanza kitaongeza misukosuko kwenye figo, lakini pia itasababisha kidney overload, figo kufanya kazi kupita kawaida kwa muda mfupi. Kwa hivyo inaweza ikakusababishia uchovu, hasa kama unapata matatizo ya uchovu alafu ni mnywaji wa maji katika namna hiyo, basi jitahidi kubadilika. Uh, unatakiwa unywe walau maji glasi moja au mbili kila baada ya dakika 30 at least au 60. Hiyo ni namna nzuri sana ya kutumia maji lakini pia kitu kingine ni kunywa maji ya baridi sana. Kuna watu wengine anakunywa maji ambayo yana barafu ndani, yeye ndo anaona raha, au anakunywa sijui soda ambayo imeganda kabisa, watu wanaona raha, lakini deep down, unaumiza mwili wako, hasa figo, kwa sababu maji ya baridi kwanza yanapunguza ufanisi wa ufanyaji kazi wa mfumo wa chakula. Kwa hivyo itasababisha hata mishipa ya damu pia kutokuwa na ufanisi, kitu ambacho kinaathiri pia uchujuaji wa sumu mwilini na kusababisha mrundikano ambao unaweza ukaenda kuathiri hadi figo. Kwa hivyo unashauriwa kutumia maji ya vuguvugu vugu au yenye joto la kawaida. Sio lazima uyachemshe, sio lazima uyachemshe, yanaweza yakawa na joto la kawaida. Jambo lingine ni kunywa maji wakati unakula. Yaani hii ni kwa watu wengi sana, yaani mtu anakula chakula dakika mbili, wakati yuko bado anakula anakunywa maji. Hichi kitu kiukweli sio kizuri hata kidogo, na kinaathiri uh, ufanisi wa meng'enyi wa chakula na ufyonzwaji wa chakula. Lakini pia kunywa maji wakati unakula unaharibu kitu kinaitwa osmotic balance hasa ya kwenye figo, na inaweza ikakuletea changamoto kubwa sana za muda mrefu. Ndio maana unashauriwa kutumia maji walau nusu saa kabla au baada ya chakula. Namna nyingine ni kutokutumia maji asubuhi. Unakuta mtu ameamka asubuhi, hanywi maji, hichi kitu ni kibaya sana na watu wengi hawakijui, na nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha sasa hivi matatizo ya figo kuwa mengi, kwa sababu usiku figo yako inafanya kazi kubwa sana ya kuchuja sumu, lakini uwepo wa maji au upatikanaji wa maji wakati wa usiku mwilini unakuwa ni mdogo. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya, asubuhi unapoamka, unatakiwa kunywa maji ya kutosha, hata glasi mbili hata tatu ikiwezekana, kwa ajili ya kusaidia kazi iliyofanyika na figo kumaliziwa kwa ufanisi wakati wa asubuhi, na hasa wale watu ambao wana matatizo ya mawe kwenye figo. kwa hivyo kama una matatizo ya mawe kwenye figo ama uko katika riski ya kupata ya matatizo ya kwa maana ya kwamba umejiexpose sana kwenye mambo ambayo yanaweza kusababisha kupata hii matatizo ya figo, basi jitahidi vitu vidogo kama hivi uvifanyie kazi. Jambo lingine ni kunywa maji yenye chumvi nyingi ama sukari nyingi, wale wapenzi wa soda ama mtu anakunywa maji lakini mpaka atie chumvi, sio kitu salama kwa sababu chumvi inaelemea figo Chumvi inapaswa kuwa kwa kiwango kidogo sana katika mwili wako na ina faida zake, lakini ikizidi, shida inakuwa ni kubwa mno. Mm, kwa hivyo sio tu sio tu maji yenye chumvi, bali soda, lakini vitu vinywaji vyote ambavyo vina electrolyte nyingi ndani yake sio salama, juisi na vitu vingine vingine, ikiwemo maji ambayo hayajachujwa vizuri. Unakuta unakunywa maji yananuka ma kemikali kulikweli, sio salama hata kidogo. Jambo lingine ni kusubiri uwe na kiu ndo unakunywa maji. Hichi kitu sio sahihi, yaani mpaka unapata kiu, maana yake mwili wako unakukumbusha kwamba kuna upungufu wa maji. Utakiwe kunywa maji kwa kupatwa na kiu? Hapana, unatakiwa unakunywa maji kama sehemu ya tabia nzuri za kiafya, walau kila baada ya dakika tano, no, kila baada ya dakika thelathini hadi arobaini basi ni vizuri ukapata glasi moja kila baada ya alisai moja, labda unapata glasi moja. Kwa hiyo kwa siku unaweza ukakuta inafika glasi nane hadi kumi na mbili ni jambo zuri kabisa, na hiyo ndio iwe target bila kujali una kiu ama hauna kiu. Hiyo pia ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha sasa hivi changamoto ya figo kuwa ni kwa kiwango kubwa sana. Watu hawataki kunywa maji, mtu anakunywa maji mpaka awe na kiu na kisha kunywa maji, anasubiri kiu imembana, anakunywa maji hata lita nzima kwa wakati mmoja, kitu ambacho pia sio sahihi, sababu unafanya unashtua, una shitua, una stress figo lako kufanya kazi kubwa ndani ya muda mfupi, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hivyo hizo ndo namna ambazo matumizi ya maji yanaweza yakawa na athari kwenye afya yako na afya ya figo kwa ujumla. Jambo la kuzingatia ni kwamba figo ni kitu ambacho kinaharibika taratibu sana. Unaweza kuwa unavifanya hivi vitu na hauoni matokeo yoyote, unahisi umeweza, lakini baada ya muda dalili zikaanza kujionyesha. Hapo ndo unakuja kugundua kwamba ulikuwa unakosea. So chukua hatua sasa, kabla mambo yajawa mabaya. Mpaka wakati mwingine, bye bye.